Sis tumeweza kutembelea katika kijiji cha Matemwe e, Matemwe kijini. Kwa hivyo kama unavyoona, haya ni mandhari ya kijiji hiki cha Matemwe kijini, kana huu unasema ni ukanda wa kurekure. Kwa hivyo hapa ni Matemwe kijini, kukupi kwa ufupi kwamba eneo hili ama wananchi wa huku wana jamii wa huku kwamba wana changamoto nyingi nyingi sana, ambapo kijumla zinahitaji watu mbalimbali kuweza kuunga mkono hii jamii ili kuhakikisha kwamba inapata msaada kwa yale ambao mambo wanao yahitaji. Kadri mtu kuchochota alichonacho, basi tunahitaji kupitia taasisi zetu The Good Hope Society tunaelekeza nguvu zaidi katika jamii hii, ili nayo kwa baadhi ya yale mambo ya muhimu nao waweze kufaidika nayo. Tunaomba wadau mbalimbali taasisi watu binafsi, jumuiya mbalimbali, tujeni basi tuambatane na sisi taasisi yetu ya The Good Hope Society, tuje tusaidie katika hii jamii ya kijiji hichi cha kijini Matemwe kijini. Kwa hivyo asanteni, muda wote, saa yoyote taasisi, taasisi yetu ofisi yake iko pale kwa mchina mwanzo, lakini pia unaweza kuwasiliana nasi kupitia simu zetu e, unaweza kuwasiliana kupitia namba 0711 86477 moja sita e, lakini pia unaweza e, kuwasiliana pia na nambari nyingine ni 077, e, nane, nane, nane, nane, nane, arobaini. Karibu. E, tunafanya kidogo, athari inakuwa kubwa. Kwa hivyo ungana nasi tusaidie jamii yetu inayotuzunguka. Asanteni.